Imekataliwa ile Mohamed Hussein Mohamed, anajitambulisha KMC Complex, anaanza mchezo wa pili mfululizo na anasisitiza leo ni kwa nini amechaguliwa kwanza. Mohamed Hussein Mohamed, kipenzi cha Kariakoo, fahari ya Yanga Maxim. pia Nzengeli aliuacha mpira kwa Juke Buya, aliyemsetia Mohamed Hussein Mohamed, kadreve mpira ambao ulikuwa ni mzito kwa, kwa Constantine, na hivi ndivyo kubwa anafanya, angefanyaje? Malimi mbele ya mpira wa mguu wa kushoto, Mohamed Hussein Mohamed ni sababu kwa nini ameanza leo Mohamed Hussein Mohamed, msimu wake wa kwanza Young Africans, akitoka kuvua uzi mwekundu wa Simba Sports Club toka. Oh, pia mchezaji jezi nambari 25 nba 2 Abdul Hilali anaingia, mchezaji jezi nambari 29 jokea, imekaa kwenye kaboya juma ya pili, Young Africans Celestin Ecua inachapwa juisi yamua Dar es Salaam, ikiwa katika wakati ambao kuna hali ya mvua hivi. Mashabiki wa Young Africans kwenye kilele cha furaha, ameluka kwenye wakati mgumu. Ni Constantine Malimi aliitenga ile Maxi Zengeli mikasi kapigwa Cristiano Ronaldo watakeva Celestin Ecua ameweka kwenye kamba na kumshangaza Konstantin Malimi. Alidive, lakini wapi, mpira umekaa kwenye kamba. Chuma ya pili Young Africans wanaandika.